Tent na hapa tutabaki na viongozi wachache ambao watampokea mheshimiwa rais na watamsindikiza. Kama mnavyoona eneo la kupokea taarifa ni dogo sana. Kwa hiyo niwaombe sana sana tuweze kubaki wachache. Tubaki na mheshimiwa waziri, mheshimiwa mkuu mkuu na viongozi wale ambao watu wa itifaki waliwaleta hapo mbele. Viongozi wengine niwaombeni sana tusubiri kwenye eneo la tent, eneo la kivuli ambalo limeandaliwa rasmi. Kwa taarifa tu nipende kuwajuza kwamba tayari mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshuhudia na kukagua mradi wetu katika eneo la kwanza kabisa la mradi. Eneo hilo ni eneo la chanzo cha maji cha mradi wetu, eneo la kitekeo cha maji, ambapo sasa maji yale yanaletwa hapa kwenye chujio na yanaelekea tayari kwenye booster pump, yanakwenda kwenye matenki yetu. Kwa hiyo ninaamini kwamba wale ambao tulikuwa upande ule tumeshuhudia jambo hilo la kihistoria, na hapa tunashuhudia jambo lingine kubwa la kihistoria ambalo ni uwekaji wa jiwe la ufunguzi wa mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe. Niwaombeni sana watu wote, mheshimiwa rais atakapofika, basi tumlaki kwa bashasha, tumlaki kwa kushangilia na tumuonyeshe namna gani tunayo mioyo ya shukrani kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwa kukamilisha ujenzi wa mradi huu ambao umechukua muda mrefu sana. Mheshimiwa Rais anaingia katika eneo hili, niombe tuwe tayari kwa ajili ya kumpokea. Mwambie wewe. Asante. Mheshimiwa Rais atakapofika, watu wachache ndio watakaoambatana wa naye katika lile eneo la kupokea taarifa, kwa sababu ni eneo dogo sana. Nitamwomba Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa waziri, Mheshimiwa spika, naibu spika wa bunge, ndio ambao wataambatana na Mheshimiwa rais katika eneo la kupokea taarifa pamoja na eneo la kuzindua mradi. Naomba makofi mengi na vigelegele. Dkt. Samia Suluhu Hassan oy Mradi wa maji Same Mwanga Korogwe oye! Kilimanjaro oye! Tanzania oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, karibu sana katika eneo letu hili la mtambo wa kutibu maji, lakini pia likiwa ni eneo rasmi la upokeaji wa taarifa ya mradi pamoja na uzinduzi Karibu sana Mheshimiwa Rais, karibu sana katika eneo letu hili. Niombe Mheshimiwa Waziri pekee pamoja na Naibu Spika na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ndio ataambatana na Mheshimiwa Rais katika eneo hili, wengine tubaki eneo letu. Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji Injinia Mwajuma Waziri, nikukaribishe sasa rasmi kwa ajili ya kumpa Mheshimiwa Rais taarifa ya mradi wetu. Karibu sana Mheshimiwa Rais, karibu sana hapa. Tuko eneo la chujio la mradi wetu wa Same Mwanga Korogwe, kama tulivyotoka kwenye chanzo, na hii ni ramani inayoonyesha miundombinu yote iliyojengwa ni modo tumetengeneza. Kwa hiyo hapa, Mheshimiwa Rais, kama unavyoona hapa kwenye hii blue, tumetoka jana tatu kama alivyoelezea Mheshimiwa Waziri, na baada ya hapo tuna bomba letu sasa linalotoa pale kwenye pump house, linapampu lina maji gafi au tunaita raw water na hii laini unayoiona hapa, hizi taa zimewaka imelazwa, ina urefu wa kilomita 2.3 na hiki kidude cha bluu hapa, Mheshimiwa Rais, ndo hapa tulipo. Kama unavyoona ukiangalia kule utaona kuna bomba maji yanaingia, ndio splitting flow splitting chamber. Baada ya hapo, hayo maji yakiingia, yanaanza kuchakatwa katika hizi unit tatu za kuchuja maji tuna maeneo matatu. Eneo la kwanza tunaweka dawa, na hivi vijumba viwili hapa ni vijumba vyetu unavyoviona hapo, kwa ajili ya kuweka dosing chemicals mbalimbali mbali ya kuondoa vumbi pamoja na disinfectant. Kwa hiyo hapa tuna dozi, yakishaingia yanafanya sedimentation, baada ya hapo tunayachuja kwenye filtration, alafu hapo yanaondoka mabomba kwenda kwenye tenki letu la maji safi na hapa tunaona hizi ni sludge drying bed. Yale maji taka vumbi lile ambalo linachujwa kutoka katika huu mtambo linaingia katika haya maeneo, ukiangalia huku mbele, hizo ndio uniti zetu tatu, na hizi sludge drying bed ziko kwa upande ule wa kule kwa mbele na baada ya hapo maji yanakuwa tayari ni safi na salama, yanaingia hapa hapa. Ni clear water tenki yetu ipo ya milioni mbili lita tumelijenga, yanaingia hapo na hii ni pump house iko kule mbele, tunaanza kuyasukuma. Tunayasukuma umbali wa kilomita kumi tunaenda eneo linaitwa Kisangara Booster Station. Hapa pia tumejenga tenki letu la lita milioni mbili baada ya hapa, kwa sababu maji yalikuwa hayawezi kwenda kwa mserereko na pumping head ikawa ni kubwa, kwa hiyo ikabidi tuweke booster station katika urefu wa kilomita kumi. Baada ya hapo tena tunayasukuma hii ni pampu ausi imejengwa, tunayasukuma tena umbali wa kilomita kumi na tatu pointi tano yanaenda kuingia kwenye tenki kubwa la mlima unaoitwa Kiverenge. Hili tenki lina ukubwa wa milioni saba na laki tano na baada ya hapo haya maji yanagawanywa kwenda eneo la Mwanga na eneo la Same. Hizi taa za kijani, kutoka hapa Kiverenge tuna umbali wa kilomita ishirini na moja kuja eneo la Vudoi Mwanga, hili tenki limejengwa lina ukubwa wa lita milioni 6. Na baada ya hapo tumeyasambaza haya maji kwenda kwa wananchi mpaka sasa tumelaza bomba takriban kilomita 150 kwa upande wa Mwanga, ambazo ni bomba za distribution. Na baada ya hapo pia tenki hili linatoa maji hapa Kiverenge linalaza kilomita 35 kupeleka tenki la Same. Same hili tenki limejengwa lina ukubwa wa lita milioni tisa na hili tenki pia, baada ya hapo maji pia yanatoka by gravity yanaenda, kuna Samewani. Hii ni same main, kuna samewani na same tu, matenki mawili ambayo yana ukubwa wa takriban lita laki tatu laki tatu lak, lak, lak, lak, na pia huku tumeshafanya distribution ya kilomita kama mia moja na hamsini hivyo. Kwa hiyo hii ndio complete infrastructure hizi zimejengwa. Katika mradi huu wetu wa mwa, Same Mwanga. Na mradi huu Mheshimiwa Rais unahudumia mji ya Same, miji ya Mwanga pamoja na vijiji 38 vilivyoko katika eneo la Same, Mwanga na Korogwe. Mpaka sasa vijiji tisa vimeshaanza kupata maji maeneo ya Same na Mwanga. Na hivyo vijiji vilivyobaki 29 tisa Wizara ya Maji, tunaendelea na hatua mbalimbali za kuhakikisha tunalaza mabomba na kuyafikisha maji katika maeneo hayo. Mradi huu Mheshimiwa Rais, una wafadhili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshirikiana pamoja na wafadhili Badea, tuna Ofid, tuna Saudi Fund na Kuwait Fund na aliyechangia kwa kiwango kikubwa ni Kuwaiti Fund, na hapo mbele yako unawaona, Mheshimiwa Rais, tuna mabalozi na wawakilishi kutoka katika hiyo mifuko vilevile. Mradi huu Mheshimiwa Rais umejengwa na wakandarasi kama watatu ambao walikuwa ni main contractor, lakini pia tulikuwa tuna sub contractor. Main contractor wa kipande hiki cha kwanza kutoka kwenye chanzo mpaka hapa kwenye shujio alikuwa ni Karafi Insan na hili eneo baada ya chujio mpaka kwenda huku maeneo awali alikuwa ni mkandarasi Badri. Baada ya changamoto za kimkataba tulimpatia help deski pamoja na Advent ndio waliweza pia kufanya kazi ya kumalizia kazi hiyo. Miradi hii iki kipande cha kwanza hapa mpaka kwenye chujio kiliweza kufanyiwa usimamizi na mtaalamu mshauri ECG akishirikiana na Atkin, lakini pia katika hiki kipande kilichobaki huku mpaka mwisho kimesimamiwa tangu mradi kuanza, kiliweza kusimamiwa na mtaalamu mshauri wa ndani ambaye ni Don Consult. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha taarifa fupi. Asante na nimkaribishe MC, aendelee. Asante mheshimiwa rais, karibu. Kama kuna swali? Asante sana mheshimiwa rais, ameridhika. Makofi mengi na vigeregere. Karibu sana mheshimiwa rais, katika eneo hili lenye highlight fupi, ambapo nitamwomba mheshimiwa waziri atakuwa akikuelezea wakati unaitazama. Karibu sana mheshimiwa waziri. Chini ya barabara sijui kuna lami, tumetumia teknolojia kuhakikisha tuharibu barabara. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, naomba utambue pia uwepo wa mzee wetu Cleopa Msuya, amesema leo abaki. Nakuja kuthibitisha kwamba maji yapo hayapo? Asante Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Tayari ameshapata amepata kupata mazungumzo mafupi na Waziri Mkuu mstaafu na mwasisi wa mbunge wa kwanza wa jimbo la Mwanga, Mheshimiwa Kleopa Msuya. Niombe sasa tujipange, Mheshimiwa Rais yupo tayari kwa ajili ya kuweza kuweka jiwe la ufunguzi wa mradi wetu. Naomba wapiga picha mtanipa mwongozo. nyombe wengine, tuamie upande wa pili, tujipange kimkakati. Na sasa Mheshimiwa Rais, ni bayana tupo tayari. Nitahesabu mpaka tatu, na Mheshimiwa Rais kwa ridhaa yako utafungua. Moja, mbili, tatu. Makofi mengi na vigeregere. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako naomba nisome: mradi wa maji Same Mwanga Korogwe umezinduliwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 9 Machi 2025. Historia imeandikwa. Makofi mengi sana na vigelegele. Asante sana Mheshimiwa raisi, asante sana. Sasa picha inayofuata ni ya Mheshimiwa raisi pamoja na waziri wa maji na waziri mkuu mstaafu mzee wetu Cleopa Msuya. Niwaombe viongozi wengine tusogee, wengine tushuke chini, sasa niombe sasa wengine tushuke wengine wote tushuke, baki mheshimiwa waziri wa maji peke yake na mheshimiwa rais pamoja na waziri mkuu mstaafu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na viongozi wengine tushuke sasa, yes, tuache picha, tusogee nyuma, tumwache mheshimiwa rais, mheshimiwa waziri wa maji na mzee wetu waziri mkuu mstaafu mzee Cleopa Msuya, niombe msaidizi sasa. Yes, asante. Niombe sasa DJ mstaafu usogee upande ule kwa ajili ya kuungana na picha hii.

Since day one up to today when our Honorable President Dr. Samia Suluhu Hassan have completed our project you might have a picture with him and he knows you very well <laughs> he knows your support he appreciates Asante sana Mheshimiwa Rais tunakushukuru kwa kumwalika na hata sisi mheshimiwa waziri, tulipokwenda nyumbani kwake alisema amepokea barua yako, anakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, tumefika mwisho wa tukio la picha, sasa tuelekee kwenye mkutano. Asante sana, na tunawashukuru sana na Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana.